Sasa ukisikia sayansi ya leo hii unayoiona hii inaitwa kemia, biolojia, fizikia, si na maelimu gani na mengine yote haya, eh? au hivi vitabu vya kidini, su suju... vyote vyote hivi kusanya takataka zote unaozijua wewe. Zote ni elimu za kiroho. Isipokuwa tu namna na ya kuzichanganua na kuzitofautisha ndio tunatofautiana. Mbona kama sasa huko ni kuchoshana tu jamani, sionge, acha tu elimu ya kiroho iwe moja. Zamani zama, zam, zam, zam, zamani kulikuwa kuna kitu kinaitwa alchemy. Alchemy au ma e, alchemisti hao watu walikuwa na walikuwa wamekusanya hivi vitu vyote yaani, vitu vyote vilikuwa kwenye kama eneo moja. Unajua, sayansi ya leo imebuniwa ime, ime karne ya ngapi? kama so, karne ya sita, karne ya saba hapo sawa. Baada ya mapinduzi, baada ya utawala wa Babeli kufa karne ya sita KK. Kwa hiyo wababeli hawa ndo chanzo cha mambo yote haya, elimu ambazo tunazisoma leo. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni kwamba mchanganyiko na eh, modifications za elimu hizi ambazo tunazisoma leo hata sisi <laughs> wa Afrika tumekopi tu na kupesti hizi elimu sawa na tumewekewa kiwango cha kuelewa, yani ukifikia hapo ndo mwisho, usiendelee mwisho. uh -huh. eh, yani, <laughs> yani ni kitu fulani tu cha kijinga, lakini tukizungumza hapa kwenye media baadhi ya wachungaji wanakizungumza. Kwa mfano, Askofu Gwajima aliwahi kuzungumza, e, kuna level fulani ukienda kusoma kwenye master degree ya ngapi, au master ukifikisha degree tatu, au kwenye level fulani ya ufahamu, wale watu wanakuwekea vikwazo, wanakuwekea mikwamo fulani kwa sababu levo ya elimu ya mwisho kabisa ya juu ya mwisho kabisa ni levo ya maarifa ya ugunduzi, si umeelewa, eh? ambao wazungu hawataki nyinyi mwijue eh. Kwa sababu mkifikia hiyo levo, maana yake mtaweza kuvumbua vitu vyenu na mtaweza kuunda na kufanya utafiti na vitu vingine vinazungumzwa kama masiara kwa hata mitaala yetu. Hii ndio maana hata scholarship hizi ambazo watu wanazitoa hawatoi scholarship za juu za level ya juu utakuta ni scholarship za level ya kawaida tu. Kwa nini? yeah, pole. Mm, kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo kimsingi tu, elimu kwa ujumla wake yote yote, chochote unachokiona hapa katika macho yako ya kawaida, chochote hakijawepo bila msingi wa kiroho simenielewa. Hata simu yako, hata ugunduzi wake, research zake, utafiti wake umeanzia kwenye mawazo. Lengo limeanzia kwenye mawazo, kila kitu tunachokiona eh, kwa ndo maana unaposema fizikia, tunarudi kwenye fizikia, mara tunarudi kwenye biolojia, no, vyote hivi ni kitu kimoja. Wenyewe wenyewe ndio ni vitofautisha lakini vyote hivi ni kitu kimoja na ili upate kitu fulani lazima nikwambia ili upate ufunguo wa kitu fulani lazima upate kitu fulani umeelewa vyote ni kitu kimoja na hapa ndipo kulikuwa kuna mapinduzi pia kwa wababeli baada ya utawala ule mesopotamia ile kuanguka kulikuwa na mapinduzi pia ya watu hapa ngoje nikwambie labda nikurudishe nyuma kidogo kwa wababeli wababeli walikuwa na tawala Sawa, utawala wa juu, utawala wa kati na utawala wa chini. Sawa utawala, utawala wa juu ulikuwa ni utawala wa kifalme wafalme na nini na nina, watu wengine. Utawala wa kati ulikuwa ni utawala wa watafiti wanasayansi. Sasa no, utawala wa chini, ulikuwa ulikuwa ni wafanyabiashara na nini na nini. Hapa nimekurudisha kidogo ili upate picha, lakini kulikuwa kuna utawala, kulikuwa kuna jamii nyingine sasa watumwa, watumwa, watumwa, unajua, watumwa, ya watumwa ilianza kitambo sana, na hapa ndipo kuna watu walikuwa wanaitwa Waisraeli. Hey, jamii za watumwa zilikuwa wanaitwa Waisraeli. Waisraeli hao walikopi na kupesti kutoka kwa Wababeli, na kuna siri kubwa hapa, sio Waisraeli tu, hata hao jamii za Kichina hao na nini, mm -hmm. walikuwepo katika eneo hilo Mesopotamia hiyo, kwao jamii nyingi zilikuwa zimejichomeka kwenye hao Wababeli. Nitakuja kuelezea Wababeli walitoka wapi, nikwambia kidogo, Afrika Mashariki eh, si ndio eh. kwao jamii nyingi zilijichomeka kwa hao Wababeli. Kwa sasa, nini kilitokea baada ya utawala kuanguka wa Mesopotamia hii Babeli? Kilichotokea, kila mtu aliondoka na cha kwake, siumenielewa? Kuna tawala nyingi hapo zilishikilia mamlaka, siumeelewa? Kuna tawala nyingi zilishikilia mamlaka hapo. Kuna tawala za Kiarabu zilishikilia mamlaka, kuna tawala za Warumi zilishikilia mamlaka, kuna tawala mbalimbali wa wa nini hawa wa Israeli jamii nyingi zilishikilia mamlaka hapo baada ya utawala wa Babeli kuanguka. Tunaona jinsi ilivyo sasa. Kila utawala uliposhikilia mamlaka, ulipokuwa ukianguka, aufi moja kwa moja unaondoka na taaluma fulani. Kila utawala ulipokuwa kianguka unaondoka na taaluma fulani, na ndio maana kuna baadhi ya maneno hata kwenye dini zetu, ukifata asili yake imetoka kwa hawa watu wa Babeli kwa nini misingi ya nyota kumi na mbili au misingi ya miezi kumi na mbili masaa ishirini na nne ambayo tunayasoma leo hata kwenye vitabu na mitaala mingine yote tunayosoma sasa hivi, sayansi ya leo hailianza kwa hawa Wababeli hivyo. Mmenielewa vizuri? Kwa hiyo sasa tunapata picha nini? Kwani tunapata picha, asili ya Ukristo, asili ya Uislamu imetoka kwa hawa Wababeli huku ndio maana kuna baadhi ya vitu vinatajwa vigumu vigumu mle ndani ya maandiko mnashindwa kuvielewa kuvi, mnaona tu mtu anatajwa Musa, Ibrahimu, nasikia mtu anatajwa Yakobo sio nani, si ndio? Hamjui hii jamii ilitoka wapi, ilikuwaje, kwaje na nini na nini, si ndio? mm -hmm. Tunadhani kwamba pengine ni majina tu ambayo yameandikwa tu hapo mm -hmm. mm -hmm. -hmm. Sasa, Wap, kuna kitu ambacho unatakiwa ukijue katika usomaji mm -hmm. Lazima ujifunze kusoma history Sawa so, history, narudia tena hii story, usichanganye na sayansi ya kiroho hey, hivi vitu hi ni tofauti. history chanzo chake ni kumbukumbu mamangu. kwa ukitaka kusoma historia yoyote ili uje upate maana na mantiki, lazima urudi kwenye kumbukumbu -kumbu ya vitu. umeona eh kwa usome wa Babeli wajue, Wamisri wajue, Wagiriki wajue, Warumi wajue mwisho wa siku urudi sasa, leo ujue miezi kumi na mbili ilikuwa inamaanisha nini? Atakuwa pia wepesi wa kuelewa hmm, na ili ujue sasa. Aha, kwa hiyo wanaposema miezi kumi na mbili walikuwa wana maana gani? Sasa hapo, turudi sasa kuelewa sayansi ya kiroho ina maana gani. Umeelewa, uwezo kusoma kitu ambacho ukijui. Ndio maana nikwambia usiangalia ulipo angukia, angalia ulipo jikwaa. Watu wengi wanakimbilia mbele badala ya kujua nyuma, chanzo ilikuwa ni nini kwa ukielewa asili, ukielewa nani sababu, basi itakupa maana nakujua na kujua namna gani ya kuishi. Kwa hiyo nyota zetu zimetoka mbali sana, una wengine wanaita washirikina, wengine uchawi, wengine ni kila mtu anaweza kutafsiri vile anavyojua eh, kila mtu anaweza kutafsiri, lakini wachawi, washirikina, sijui mashehe, sijui maustazi, sijui mapadri, walimu wa kiroho, chochote unachokiona yote kinabaki ni kitu kile kile. Sasa unakifanyaje? Unakijuaje? Unakiwezaje? Nahitaji hekima na maarifa, sio kukurupuka. Uone Waislamu wako sawa, uone Wakristo wako sawa, uone waganga wa wako sawa, uone wachawi wako sawa, uone kila kitu kiko sawa, kwa sababu akijawepo tu kwa bahati mbaya kila kitu kipo, kwa maana kwa wewe. Sasa kama binadamu mwenye akili timamu ambaye hutumii pombe, umeona <laughs> ambaye unaishi kwenye misingi ya kiroho, ni vyema ukawa na hekima kuweza kujifunza haya kwao. Kwa maana hiyo tu, kwa kumalizia, kwa simulizi au story fupi kuhusiana na mnyororo au mtiririko au uhamishaji wa maarifa kutoka kwenye kizazi na kizazi kutoka kwa Wababeli kuja kwa Wamisri, kutoka kwa Wamisri kuja kwa Wagiriki, kutoka kwa Wagiriki kuja kwa Warumi mpaka leo hii, tuna tumetawaliwa kiasi fulani hivi katika dola ya Kirumi, lakini watu hawajui bado dola ya Kirumi japo inakuwa wanasema alianguka na ni, lakini bado ipo katika namna fulani ambayo haina makali sana, haina makali sana mm. Japo kuna dola nyingine ya Kiarabu hapo umeona, arabic nation so yapo mambo mengi lakini tutakuja kuyafanua kwa wakati mwingine, tutapokuja kuzama kwenye history. Tuko vizuri pia hata kwenye history vile vile. Na wakati mwingine Mungu akijalia, ningependa hmm. tuzungumzie kuhusiana, na kwa nini tushukuru nguvu za ulimwengu, kwa nini tushukuru viongozi wa kiroho hmm. tutakuja hmm. kuzungumzia yote haya, ni wow, wao tu wakae hapo wow, watege sikio na watazame, tutazungumzia na pia tutatua na kiwezekana kama itawezekana, sasa, tutakuwa tunatoa na ushahidi, kwa sababu watu hawawezi kuamini tu bila ushahidi, tutaambia mkaprove wenyewe mki, lakini kuprove, napo, nahitaji hekima eh, eh, sio kukurupuka tu, yani uweze kukurupuka from nowhere ya tu, nakwambia fanya hivi na hivi unaenda kukurupuka. Unajua, um, uh, kwa nini nasema hivyo? Um, kwa sababu watu hawajui ni Mungu gani wanamshukuru. Aha, ni um, sahihi. Mungu yupo, na pengine tunajua ni jina tu. Ni, ni, ni maneno tu <laughs> hey. Kunikumbusha sehemu moja hey. Niliwahi kwenda nikakutana na mtumishi mmoja mchungaji, e, sio mchungaji, lakini ni mtu wa huduma wa kanisani mm -hmm. Kaniambia nik, nikampa challenge tu nikamwambia, hebu eh, wewe unamfahamu Mungu eh? E, namfahamu. Mungu ndio kila kitu na nini. Akaifanulia mambo mengi sana, mi nilitaka tu kuelewa. Akasema herufi ziko tano, kawambia Okay, ina herufi tano. Haya, niambie hilo neno ni la Kiswahili ni la Kiingereza? la Kiswahili, na nini na nini. Nikaambia okay, sawa, hebu nipe historia ya lugha ya Kiswahili ilianza mwaka gani na ilikuwaje? Yaani iliundwaje undwaje lugha ya Kiswahili, ili tulipate hilo neno Mungu lilitoka wapi? ilikuwa mtihani kidogo. Sasa hapo nanirudisha mm. kwenye histori na nini, mm. nini na nini mm. lakini, tutakuja kulifafanua hili neno Mungu mm. sawa, eh mm. neno Mungu limepewa utambulisho kama ilivyo ulivyopewa jina, jina Witi, lakini haimaanishi neno Mungu mm. niishi hapo. Mungu atuendelee kutusaidia <laughs> <laughs> e, limepewa maana tu, lakini uwezo wa hiyo nguvu ipo hiyo nguvu ya universal, ndio maana nataja sana nguvu ya universal. E, neno Mungu, neno nguvu ya universal ni kitu kimoja e, tutaelewa baadaye ni kitu kimoja. Haya mtazamaji, hmm. bila shaka kuna mambo mengi ambayo umenufaika nayo, uh, ni chakula cha ubongo, maarifa hmm. hmm. ya siri, maarifa ya siri. ambacho ulikuwa hauambiwi, leo Mr. Comeback amekueleza. hmm. <laughs> So, utakuwa umeshangaa kama mimi so, vingine hapa ni vya kushangaza, kwa sababu naamini wengi itakuwa ndo mara ya kwanza kufahamu hata ma, kama ule kusikia mahadhi, basi leo utakuwa umeelewa. Mimi niwakumbushe tu kabla kumalizia. hmm. Unajua, haya yote kwa haya yote haya tunaoyazungumza hapa, usibaki kuyasikiliza, bali ifike hatua na mahali ukae chini ufungue vitabu usome Uh, uh, uh, maanake, um, utauliza si yameandikwa tu na watu na nini na nini sindiwe? Yameandikwa na watu hey, yameandikwa na watu. Kabla ya kuandikwa na watu yalikuwa mawazo ya watu. Si umenielewa kwamba in short <laughs> maisha yetu yaliamuliwa na watu kama sisi. Mm, na ili wewe uwe na ya kwako lazima usome ya watu. Ili uelewe, ili uelewe, kwa sababu huwezi kuelewa kama hujasoma ya watu. Si umenielewa vizuri? Sasa kuna kitu kimoja ngoja niwakumbushe tena. Ah, natamani kuongea vitu vingi sana. Okay, sawa maneno, kitu chochote ambacho kimeandikwa, kitu chochote ambacho kimeandikwa kinabaki kuwa kumbukumbu kumbu. Narudia tena, kitu chochote ambacho kimeandikwa kinabaki kuwa kumbukumbu kumbu. Lakini hicho kitu kilichoandikwa kinaweza kurudi kuwa hai kama utakipa uhai Nimeongea lugha ngumu sana hapa, siyo? Kama watanielewa naona, watu wa fizikia watanielewa au watu wa, wa, wa kiroho eh, kwamba kitu chochote kile ambacho kiliwahi kuandikwa kile kinabaki kuwa kimekufa. Kama kimekufa, lakini ukitaka kiwe hai unakipa uhai mwenyewe na unakipa uhai. Kwa nini unakipa uhai? Kupitia mwili wako na kinafanya kazi na kinafanya kazi. Ndio maana tunapoingia ka kanisani au msikitini, tunaambiwa tusali na kuomba kwa sauti. Kwa hiyo sauti inaweza ikakipa uhai kitu chochote hata jiwe eh. Sauti ya mwanadamu ni kitu cha ajabu sana. Tutakuja kuelezea hiyo sayansi ya kiroho kwamba sauti ya mwanadamu ni kitu gani. Kwa hiyo sauti pia ni chanzo cha uhai. Kwa unaposoma kitu chochote kwenye, yaani chochote kile unachokisoma unakiibua kuwa hai. Yaani unakitoa kwenye e, eh, maandishi, unakitoa katika sehemu kilipokuwa kimekufa, unakiibua kiwe hai. Kwa hiyo hata kuna vitabu hivi vitu vilivyoandikwa zamani, una uwezo kuvirudisha vikawa hai. Ndio maana kuna baadhi ya majina ukiyataja kitu kinatokea. Kama ulitaja kitu fulani fulani, malaika fulani, cha cha cha cha cha, cha ukalitamka lile neno au ukali namna fulani hivi unakipa uhai, unakipa roho, unakipa uzima mm. Ndio maana unapotamka, tamkieni watoto wenu majina mazuri, au zungumzeni kwa wema kwa watoto e, kwa watoto kwa nani vyovyote vile, kwa mtu yoyote, maneno yanaumba, maneno yana uwezo wa kubadilisha, yani sauti inaweza kubadilisha kitu fulani kiwe kitu fulani. Sayansi ya kiroho tutakuja takuja kuelezea tukifika kwenye hiyo mada sawa. Sawa, Mr. Come Back, nikushukuru sana, asante sawa, wakati mwingine, karibu tena. Asante. Mimi ni washukuru na tuendelee kuwa pamoja katika exclusive interview. <laughs> <laughs> Asante sana mtazamaji, nami ninaitwa Wity Lala wa Come TV Tanzania. Endelea kufuatilia kwa mengi mazuri zaidi. Asante.